Mr. Abdoni Mahimbo Katambala ni mshindi wa Butua na Afcone kupitia KingBet. Nimekuwa mteja wa KingBet tangu mwaka jana mwezi wa sita, na nimekuwa nikishiriki sana michezo mbalimbali kubashiri. Nyingine nimeshinda na mingine sikuweza kushinda, lakini bado sikukata tamaa. Nawashukuru sana KingBet kuanzisha hii tua na Afcon. Na naomba pia mashirika mengine ya kubashiri ya waidi ya Kingbet, kwa sababu Kingbet ni zaidi ya kushinda pesa tu na vitu vingine. Sasa ninawaomba na wengine ambao wananitizama wananiangalia, nawakaribisha Kingbet waweze kushiriki, maana kuna vitu vizuri vizuri vizuri zaidi. Na katika kubashiri tusikate tamaa, ni sawa na mkulima unapolima, kuna wakati mvua zinakataa zinagoma. Kina kuna wakati mvua zinakubali unavuna. Kwa hiyo hata katika kubashiri kuna wakati utashindwa, lakini kuna wakati unashinda kama hivi nilivyoshinda mimi.